Uh, uh, siku ya leo uh, ningependa tuende kuangazia lugha ya Kiswahili katika matumizi ya katika, kwenye na ni. Matumizi ya katika, kwenye na ni. Napata ya kwamba naenda kuangazia matumizi matumizi uh, katika katika koma kwenye nani kwenye nani, ah, tunapata ya kwamba katika sehemu hii wanafunzi wengi huchanganyikiwa zaidi katika matumizi ya katika kwenye nani, jinsi tunavitumia katika matamshi, katika kuongea, katika ah, ah, wakati tunatainiwa pia unapata ya kwamba kuna ubabaiko mwingi sana kwa wanafunzi, hawajui ni wakati upi tutatumia katika, na kwingine tutumie kwenye au tunatumia ni. Kwanza ningependa uh, uweze kuelewa ya kwamba wakati tunazungumza kuhusu katika, kwenye na ni, hivi ni vihusishi. Hivi ni nini vihusishi? Na wakati tunazungumza kuhusu vihusishi Vihusishi huleta dhana ama huleta uhusiano wa kitu na kitu au watu. Tupatana? Iko yes, sawa? Yes. Tupata kwamba tunasema hivi ni vihusishi, vihusishi, vihusishi ambavyo ambavyo huleta kuleta uhusiano uhusiano uh, kati ya kitu na kitu au watu, au watu. Vihusishi kuonesha uhusiano uhusiano wa kitu na kitu au watu au watu utapata ya kwamba hivi vihusishi hasa jinsi tunavitumia kwa kueleza, kwa kuongea, kwa kuzungumza lazima uvielewe kwa kina, lazima uvielewe ujue, ni kipi ambacho kinatumika zaidi. Kwa mfano, ningependa tuanze na ya kwanza ambayo ni matumizi ya katika, kihusishi katika Wakati upi tunatumia katika? Wakati upi tunatumia katika? Wakati nazungumza kuhusu uh, katika, napata kwamba ni kihusishi ambacho hutoa dana ya ndani, ya ndani kitu ndani, sawasawa, ambapo kimefunikwa sawa, sawasawa. Hii katika hutoa hutoa hutoa uhusiano uhusiano kati ya kitu kilicho ndani kilicho ndani ndani, ya kwa mfano, ndani ya ndani ya ndani, usiangazie nje, wakati natumia katika tunapata ya kwamba hutoa uhusiano kati ya kitu kilicho ndani. Sawa sawa, hawezi sema nje. Sawa sawa, pia utapata ya kwamba wakati nazungumza jambo uh, hili uwa uh, tunapata ya kwamba huwa kupatwa na hali fulani, au kupatwa na hali fulani. Pia utumika wakati uh, hutumika utumika kuonyesha onyesha hali fulani hali fulani unapata kwamba wakati nazungumza kuhusu katika, tunasema ya kwamba ni kitu ambacho kimegemea kilicho ndani, si nje. Katika kwa mfano, katika sentensi kwa mfano. Kwa mfano, kwa mfano, tunapata kwamba kuna neno kama vile wanafunzi wamo katika darasa. Wanafunzi nambari ya kwanza, wanafunzi, wanafunzi wamo katika katika darasa katika darasa, wapo katika darasa, sehemu ya ndani. Sehemu ya nini? Sehemu ya nini? Sehemu ya ndani, inaashiria ndani ya kitu. Sawa sawa, unapata kwamba wanafunzi wako katika darasa. Unapata mwanafunzi mwingine anakosea akasema, wanafunzi wako katika darasani. Makosa hayo, hawezi tumia vihusishi viwili mara moja. Sawa sawa utapata kwamba hapo utakuwa umechanganyikiwa sendeni, nani atakupa? Mwalimu, yuko katika darasa. Makofi kwake, tena tena. Utapata kwamba Alitumia vihusishi viwili. Tunasema ya kwamba mwalimu, mwalimu yuko katika, katika darasa. Yuko katika darasa, katika imeweza kurejelea sawa sawa kati ya mwalimu na darasa, ambapo sehemu ambamo alipo iko sawa. Lazima ujue kwamba uh, matumizi haya yanaonyesha ukiwa na ndani sawa sawa, ndani. Sawa. Uh, nyingine tunasema tunasoma katika chuo kikuu cha Nairobi. Tunasoma hiyo ni hali, tunasoma tunasoma katika chuo kikuu chuo kikuu cha Nairobi Nairobi, kumaanisha kwamba hawa wanafunzi sawa sawa, ni wanafunzi, tunarejelea masomo yao wanaipata kutoka katika chuo kikuu cha Nairobi, iko sawa, kuonesha hali ya sehemu fulani sawa sawa, sehemu fulani tunaenda pia kuangazia uh, ya pili ambayo ni matumizi ya kwenye, ndio mpate sasa utofauti kwenye matumizi ya kwenye. Kwenye naye itatumika vipi? Kwenye itatumika utofauti sana. Kwenye hutoa dana ya mahali dahili, hutoa hutoa dana ya mahali dahili hutoa. Wa, maana ah, mahali dhahiri au wazi, au wazi. Unapata kwamba huo uwazi au aueisema mwanafunzi, kwa mfano sema mwalimu yuko kwenye darasa, utakuwa umenoa, lakini ukiangalia sentence hii inakaa kana kwamba iko sawa iko sawa. Mwalimu yuko kwenye darasa, si ndio? Unazungumza unapata kwamba utakuwa umeharibu lugha, utakuwa umeharibu nini. Lakini kwa sababu kwenye, nimesema kwamba hutoa maana ya mahali dhahiri au au wazi, sawa sawa, mahali nje wazi. Kwa mfano katika sentensi kwa mfano, kwa mfano tunapata sentensi kama vile wanafunzi wako kwenye gwaride. Wanafunzi wanafunzi wako kwenye kwenye gwaride, wanafunzi wako kwenye gwaride kumaanisha wako sehemu wazi, wako sehemu sehemu ambayo ni wazi, si sehemu ya ndani, si sehemu ya si sehemu ya ndani, sehemu ambayo ikimu wazi. Sawa sawa, haijafungiwa tumepatana. Haijafungi haijafungiwa, sehemu wazi, tunatumia kwenye kihusishi kwenye. Sawa sawa, nani atamfungia moja Tunga moja. Tonga moja. Jaribu fola tupe moja. Kondo amepotelea. Vizuri sana, makofi kwake. Kondo amepotelea kwenye kichaka. Kichaka mau, kichaka ni sehemu ambayo iko nje sivyo? Kichaka inapatikana sehemu ya nje, unapata kwamba kwenye inaeleza ama inatoa sawa sawa, kuonesha kwamba ni mahali wa wazi. Sawa sawa, hauwezi sema kondoo iko ndani ya darasa ama kwa mahali fulani, kisha unasema kwenye na unasaili kutumia kati katika, sawa sawa. Ya mwisho asemea ya kwamba nani atakupa ya mwisho, nani atakupa ya mwisho, jaribu vizuri, unapata ya kwamba, a, ya ya kwamba a, gari pano makofi kwake lime gongana gongana kwenye barabara bara barabara bara, bara, bara. Unapata kama ni sehemu ambayo iko wapi iko wapi? Sawa sawa. Sasa kuna hii sehemu ya mwisho sehemu ya mwisho ambayo ni matumizi ya nini? matumizi ya matumizi ya ni, matumizi ya ni. Wakati mnaangazia matumizi ya ni, huwa na changamoto sana. Kiambishi tamati ni, kiambishi tamati, kiambishi tamati ni hiki. Kiambishi tamati ni hutumiwa badala ya katika na kwenye. Sawa sawa, hutumika hutumika hutumika badala ya kwenye na katika. Na katika utapata kwamba hii ni kiambishi ni tamati. Sawa sawa inaweza tumika kuashiria ama kuonesha ya kwamba jambo fulani, badala ya kutumia kwenye au katika unawezatumia ni ikiwa peke yake. Kwa mfano, kwa mfano, kwa mfano tunapata neno kama vile mwalimu yuko darasani, mwalimu yuko darasani, darasani. Unapata kwamba ukitumia ni hawezi tumia kwenye na hawezi tumia kati katika, umepatana iko sawa. Ukitumia kwenye hawezi ambisha katika nomino uweke ni mwishoni, sawa sawa. Ukitumia kwenye pia uwezi tumia ni ama awezi changanya kale. Baba yuko baba, ofisini. Yuko vizuri, makofi kwake. Baba yuko ofisini, imerejelea kihusishi kuna... Uhusiano kati ya baba na ofisi. Sawa sawa, sawa. Sawa. Baba na ofisi, ofisi. Baba yuko ofisi ofisi. Uhusiano kati ya ofisi na baba imejelejelea. Mwingine? Ni jepesi sana he. Eh? Osman? Nene? Tena? <laughs> Mto kichwa, mto kichwa, kichwa. Ni vizuri. Mwingine? Watoto walienda shuleni. Watoto, Watoto walienda shuleni, shuleni. Unapata ya kwamba ni imeweza kujirejelea kuonyesha uhusiano sawasawa kitu ambacho ningependa kurejelea, niseme ya kwamba tumepitia matumizi ya kwenye, katika, si kweli? Tumeweza kutumia uh, katika mifano kwenye na kiambishini, jambo ambalo nasisitiza wakati mnatainiwa, sawa sawa. Ukitaka kujua hali hizi zote, wakitumia kwenye, jua ya kwamba ni mahali wa wazi, katika ni mahali la ndani, na ni inaweza tumika kwazo kwa zote lakini hauwezi changanya z zo? zote sasa. Uh, kwa kutolea mifano utaweza kutunga uh, sentensi tano tano kwa kufanya mazoezi zaidi, kuhakikisha kwamba uh, uh, umefanya mazoezi iliyofaa na inayokusaidia katika matumizi ya katika, kwenye. Nani umesikizana, iko sawa. muwe na siku njema isiyo isiyona